Ni wakati mwingine msikilizaji wa Haba na Haba. Tunakuletea makala hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Haba na Haba ni makala inayojikita katika suala la utawala bora nchini Tanzania, kwa kutaja mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Mimi ni Halima Kasim, lakini niko na mwenzangu hapa Yusuf Mazim. Na haba na haba leo ina tathmini mchezo wa soka na mchango wake katika kujenga uchumi. Na hoja tulionayo leo, tunauliza nini kinakosekana kwa Tanzania kuwa na soka linalojenga uchumi wa nchi na wananchi wake? Tunakualika ututumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0785236938 na kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook kupitia BBC haba na haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore haba na haba. Dakika ya 15 Jesse Lingard wa ni usimulizi wa soka la ligi ya England katika idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taifa hilo limetumia vizuri ligi yake kujijenga kiuchumi na kutangaza jina lake kote duniani. Si Uingereza peke yake iliyopiga hatua, bali mchezo wa soka umenufaisha mataifa mengi. Lakini Tanzania hali ikoje, yeah. Haba na haba, taifa linazungumza. Mradi wa Football for Development chini ya mataifa ya Ulaya kupitia programu yake ya Vienna Action Plan inaona biashara ya mchezo wa soka ni chanzo cha maendeleo ya uchumi wa nchi na wananchi wake. Bravis Kayoza, huyu ni mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Kampala aliyefanya tafiti mbalimbali kuhusu soka na uchumi, anaonyesha namna gani soka linavyojenga uchumi wa mataifa mengi duniani kama alivyozungumza na mwenzangu Yusuf Mazimu. Kwa ukweli soka ni sehemu muhimu katika uchumi wa kileo na utaona wenzetu wamekuwa wakitumia fursa hizo za E, soka ku, kuendeleza uchumi wao. Soka linaweza kujenga uchumi wetu kwa kupitia ajira kama sehemu kubwa sana ya, ya ya uchumi lakini inaweza ikasaidia katika kuongeza mapato ya nchi au ya taifa kwa ujumla. Kwa mfano, Ujerumani ilikuwa inaangalia takwimu za Deloitte za mwaka jana uliopita katika ligi kuu ya Uingereza na ligi, na hizo ligi zingine kubwa tano duniani. Inaonyesha kwamba e, uchumi wa nchi hizo umechangiwa karibia kwa ujumla wake karibia euro bilioni 112 katika uendeshaji wa vilabu katika shughuli zingine za mpira na mambo kama haya. Kwa kweli, kwa ujumla ni kwamba soka linachangia sana katika uchumi wa nchi, lakini hata katika bara la Afrika tukiangalia katika nchi ya Afrika ya kusini ambayo eh, takribani wachezaji milioni moja laki tisa wamesajiliwa rasmi, na hizi ni ajira ambazo zinatokana zina na soka lenyewe katika levo mbalimbali za ligi kuu. Vipi kuhusu Tanzania sasa? <laughs> Kwa kweli kama ilivyo kawaida, bado jitihada za kutosha hazijafanyika. Moja ni kwamba tukiangalia takwimu za TRA ni kwamba kila mwaka inakadiriwa kwamba wanakusanya wanapaswa kuwa wanakusanya takriban milioni mia sita sabini na mbili, lakini hizi pesa hazikusanyi. Ukiangalia na zile kodi za veti kutoka wachezaji wa nje, takriban inakadiriwa kwamba wangekuwa wanakusanya karibia bilioni mbili nukta moja kwa ukiangalia katika pato letu la taifa lenyewe, ukizigawa hizi haya uh, mapato utakuta inachangia karibia chini ya asilimia moja, na hiyo ni asilimia sifuri nukta sifuri sifuri sita kwenye pato la taifa. Kwa hiyo mchango bado ni mdogo sana. Maelezo hayo yanaibua hoja kwamba kama haya yanawezekana na yanafanyika kwenye mataifa mengine yakiwemo ya Afrika ambayo mazingira yake hayatofautiani sana na Tanzania, tatizo nini kwa Tanzania? Kwa kuwa soka linaanza na vilabu, mwandishi wetu Idi Juma kutoka Mwanza nchini Tanzania ametembelea klabu ya Pamba ya Mwanza, mabingwa wa soka Tanzania mwaka 1990 na moja ya vilabu vikongwe vya soka nchini, ukiacha Simba na Yanga tupsalindanda wanakawekamo hivi sasa wanaendelea kuendesha soka lao hapa jijini Mwanza, lakini tofauti na ilivyokuwa miaka ya tisini ambapo walivuma sana kwa kusakata kandanda safi na la kuvutia, mambo hivi sasa yamegeuka. Wakati nataka kukutana na mjumbe wa kamati tendaji ya klabu hiyo Alim Aribai, imenibidi tukutane katika moja ya hoteli, maana hawana miundombinu ya kuendesha soka ikiwemo ofisi. Mazingira haya ya uendeshaji wa timu yanawaridhisha kuendesha soka la kisasa? naweza nikakiri kwamba haikidhi haja za uendeshaji kama professional club. Ina maana kwamba lazima uwe na miundombinu ya klabu, kwa mfano unatakiwa klabu iwe na uwanja wake, kama vile na nyinginezo. Mnapata ugumu gani kwenye kuiendesha timu ya pamba na mnaiendeshaje? Ni mifuko yetu. Mnachangishana mle ndani? michango hii inatokana na Aidha wapenzi wa mpira wa miguu, kuna watu wengine wanaweza kasema kwamba okay, mimi leo hii nitalipa hela ya usajili wa wachezaji wote, wengine wanasema nitamlipia mwalimu. na kwa nini mnaiendesha hivi kienyeji? Sasa kama tusipoendesha, ina maana pamba haitakuwepo katika ramani ya ya michezo. Kwa hiyo klabu ya pamba ni maisha yake ni ya hivyo. Kukosa mapato ya kuendesha uchumi wa klabu na kuwezesha kuchangia uchumi wa nchi kunatajwa kuwa moja ya athari za kuendesha timu kienyeji. Kutoka Mamlaka ya Mapato TRA Mwanza, afisa mwandamizi wa huduma na elimu Dutufya Mtafya ananieleza. Kikubwa tu ni kwamba klabu zetu nyingi zinajiendesha kwa michango ya wanachama. Ukilitazama hilo jambo vizuri na sheria inavyosema, ni kwamba hizi klabu hazilipi kodi yoyote ya mapato kwa sababu hazijajiwekeza kiuchumi. Kama klabu ina maduka, basi hivyo vinapaswa ku. Nao mashabiki na wanachama wa klabu hii wanaonyesha kutofurahishwa na timu hii inavyoendeshwa kienyeji. Kwa jina naitwa matias elias Wandiba. Pamba ni timu yangu kiujumla, kwa sababu ni, ni watu ambao baada ya pamba kushuka ni watu ambao tuliipambania na mwisho wa siku tuliipandisha kwa shida, lakini mwisho wa siku mpaka leo ukiangalia, pamba imetoka tena kule tulipoipandisha kwa shida, imerudi chini. Mimi naitwa peter Fabian. Pamba ni tia tia maji, kwa maana kwamba huwezi kujua ni kiongozi ni nani, huwezi kujua kwamba pamba leo inasafiri kwenda wapi. Ungetamani pengine iendeshwe kisasa zaidi kama timu za Ulaya. Kweli pamba sasa inahitaji ku, kunyanyuka kwa kujiendesha na si tu kwa kutegemea wanachama. Pengine sasa ijiendeshe kama kampuni, iweze kuingia hata ubia na mataasisi na makampuni ambayo yanaweza wakainyanyua kutoka hapa ilipo. Kutoka Mwanza mimi ni ili Juma, haba na Haba. Taarifa hii ya Idi Juma inatupa picha namna soka linavyoendeshwa ndani ya vilabu vingi nchini. Sura ya biashara haionekani, hali inaviumbisha baadhi ya vilabu nchini Tanzania, kutokana na vilabu vyenyewe kushindwa kujiendesha kiuchumi, na kushindwa huko kujiendesha maana yake ni kushindwa pia kuendesha uchumi wa nchi ama waajiriwa wake ambao wengi ni wachezaji. Salim Amir beki kisiki na nahodha wa zamani wa Coastal Union ya Tanga na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ambaye licha ya kucheza mpira kwa muda mrefu na kwa mafanikio, uchumi wake bado hauelezeki kiasi cha kumfanya ajute kucheza soka. Kujilaumu kweli? Na kubali kwamba nimejilaumu. Kwa nini marake? Nimeona nimepoteza muda mwingi, lakini katika mchezo ambao nilikuwa nikiupenda sana lakini haukuniletea manufaa yote bila kunisaidia. Kwa hiyo kiuchumi, soka haikunisaidia kabisa kabisa. Huyo ni Salim Amir, beki kisiki na nahodha wa zamani wa Coastal Union ya Tanga. Haba na haba, Taifa Linazungumza. Migogoro ya kiutendaji kuanzia ngazi ya vilabu mpaka vyama vinavyosimamia mchezo huo inatajwa kudhoofisha maendeleo yanayohitajika, kama jicho la mwandishi wetu Juma Ayubu linavyotazama athari hizo kwa upande wa Zanzibar. Licha ya kuwa na historia nzuri katika mchezo wa soka, lakini soka la Zanzibar limekumbwa na migogoro inayopelekea wachezaji kuwa na hali duni, vilabu masikini na hata chama cha soka chenyewe kushindwa kufanya majukumu kwa ukosefu wa fedha. Hali hii imenifanya nifunge safari hadi eneo la Foni. Lengo ni kuonana na, na mchezaji wa timu ya Jangombe Bos inashiriki ligi kuu ya Zanzibar. Ibrahim Muhamed Odi, hebu eh, tueleze kipato cha fedha unachopata katika maisha yako ya soka. Na hamna kipato ninachokipata, ila Mwenyezi Mungu anajalia heri, siku zinaenda kiasi gani. Hali hii inakurejesha nyuma wee, ninapokaa na, na huku mbali sana na, na mjini, na maana anajigharamia mwenyewe kila kitu. Migogoro katika soka la Zanzibar imezoeleka kama tende na kahawa, kutoka zedefwe hadi vilabu vya soka klabu ya malindi ni moja ya vilabu vilivyokumbwa na mgogoro katika kipindi cha miaka ishirini iliyopita baada ya kuondokewa na mdhamini wake masudi muhammed ni katibu wa timu hiyo anakiri imewaathiri kiuchumi baada ya kuondoka. Tumestruggle sana, tumeresist kwa kusema kweli. Miaka ishirini kukaa klabu ya Malini katika premia hadi leo, basi inastahili sifa, lakini tuliumba sana. Huyu ameondoka kwa sababu nyingi nyingi nyingi nyingi. Mpira na siasa ni vitu tofauti. Hali hiyo uh, hamuoni kwamba imeathiri uchumi wa wachezaji waliokuwa wanaendesha maisha yao kupitia soka? Imeathiri sana wachezaji, imeathiri sana mpira wa Zanzibar, umeanguka kiasi fulani, na hata mtu anaona bora aende kwenye kombe la mbuzi. Heri Alisalum ni mchambuzi wa soka visiwani Zanzibar. Zanzibar soka la kiuchumi halitopatikana kama Zanzibar si wanachama wa FIFA. Tanzania Bara wao wanapata dola laki sita kwa kila mwaka kwa ajili ya kuendeleza soka Tanzania, lakini hiyo pesa haipati hata shilingi Zanzibar. Ukosefu wa taaluma ya soka ni jinamizi linaloitafuna ZFA kimtaji, kama anavyosimulia makamu wa rais wa zamani wa ZFA Bwana Haji Ameri. tatizo linalotukabili Zanzibar ambalo ni kubwa ni uongozi na elimu ya uongozi katika football. Kufuatia hali hiyo, nikamtafuta makamu mwenyekiti wa ZDF mzee Za Mwali kutaka kujua wanafanyaje kuondoa migogoro ambayo ni kikwazo kwa uchumi. Bahati nzuri niseme, wenzetu wanapewa bara pesa nyingi tu kutoka FIFA, lakini laiti ingekuwa hizo pesa wanatupatia wana say 25% tu basi sisi tungeweza kufanya ligi yetu, udhamini wetu ikawa nzuri, wachezaji wakajitangaza. ZF, mnafanya nini sasa? tu, hivi karibuni tuna kikao na TFF, hilo swala tutaliweka katika ajenda ili TFF na wao wana maeneo mengi, tutasaidiana mawazo na vilevile, tuna kikao na wizara ili watoto wetu wapate ajira mguru ambao uliisha na kuchaguliwa kwa viongozi wepya limerejesha nyuma kiuchumi. E, kuna ukweli wote kuhusiana na hili? Aa, ni kweli, lazima nikiri, ni kweli kwa hatunafahamu, watu wanakwenda mahakamani, kwa hivyo tunaamini kwamba hilo swala halitatokea tena. Ni taarifa ya mwandishi wetu Juma Ayubu kutoka Zanzibar. Wakati mazingira yakiwa hivyo, Azam FC kama klabu pekee Tanzania inayojiendesha kibiashara baada ya kufanya uwekezaji mkubwa kwenye soka Halima Kasim amezuru makao makuu ya klabu hiyo yaliyoko Chamazi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salam. Niko hapa katika uwanja wa Azam FC kuangalia uwekezaji mkubwa wa klabu ya soka ya Azam FC. Ni eneo lenye ulinzi mkali. Nilipofika hapa kwanza, nilihitajika kusema nimetoka wapi na namtafuta nani na nimekuja kufanya nini hasa. Hivyo huwezi kuingia tu pasi na kibali maalum. Uwanja wake nauona hapa, ni uwanja mkubwa sana nyasi za kisasa. Upande wangu wa kulia naona kuna bwawa la kuogelea, kuna chumba cha kufanya mazoezi chenye vifaa vya kisasa kabisa, kuna chumba maalum cha kufanyia matibabu kwa wachezaji na eneo lingine la kutosha kama viwanja viwili hivi. Na kinachovutia zaidi, kuna eneo maalum linalotumika kuhifadhi makombe ama zile tuzo. Huu ni uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha soka linakuwa imara. Kwa uwezo huo mkubwa wa kibiashara uliofanywa na Azam FC, unatazamwa vipi na jicho la wachambuzi wa soka? Huyu hapa ni Edo Kumwembe, mmoja wa wachambuzi maarufu wa mchezo huu nchini Tanzania. Azam wana mchango mkubwa sana kwa mtu kwa mmoja mmoja. Sababu nimeona ambavyo wamebadili maisha ya vijana si tu wachezaji wao au si tu viongozi wao na baadhi ya watu ambao wanafanya kazi na timu ya Azam kama Azam, lakini kuna wachezaji wengi, vile vile wa wa wa wa wengi wakina John Boko, wakina Shua Boy, wa, wa, wa Azam, wa timu za vijana ambao wanaandaliwa pale, baadaye wanaenda kuangukia katika timu nyingine, wanapata pesa nyingi. Kwa mfano mlinzi wa kushoto wa Simba Mohamed Hussein Shabalala, unaona wachezaji wengi. Lakini kwa maana ya, ya serikali ni sana kwa sababu Azam inaingiza bidhaa nyingi ambazo zinalipiwa kodi, kwa maana ya bidhaa za mpira. Wanaingiza jezi, wanaingiza vitu vingi ambavyo uwaga wanalipa kodi, uwaga wanalipa kodi kwa makocha wao wakigeni wanaokuja hapa. Kama ndivyo usemavyo, wana mchango mkubwa. Unaiona picha ipi kama uh, klabu zote za madaraja ya juu wangekuwa kama Azam FC laiti kama mambo ambayo wanafanywa na Azam ingekuwa nafanywa na timu ambazo zina mashabiki wengi Simba, Yanga, Coast, African Sports, leo hii tungekuwa tumefanya mapinduzi makubwa sana. Uh, na mchango binafsi ya mtu mmoja mmoja na kwa serikali ingekuwa mikubwa sana. Vitu ambavyo Azam wanafanya hizi club zetu kongwe hazijafanya wala robo, lakini kama zingefanya kama Azam wanavyofanya, ina maana kwamba tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana kwenye kuletea mapinduzi huu mchezo. Nini kinashindikana hasa? timu kongwe bado zinajiona zipo katika burudani. Kama utaona wenyewe, muda mwingi wanatumia kuchekana katika vitu vidogo vidogo kwa sababu Jaribu kufikiri timu kama Simba haijawahi kuwa na uwanja wake wenyewe wa mazoezi, hiyo moja. Jaribu kuangalia Yanga, mpaka leo wanahama uwanja wa mazoezi kila asubuhi, kila jioni. Ni vitu ambavyo vinaonyesha kwamba ukongwe wao haujasaidia soka letu, kwa sababu ni timu ambazo zina mashabiki wengi, lakini hazijawahi kutumika vizuri katika kuleta mapinduzi. Unatamani kuiona soka ya Tanzania wapi hasa? Natamani kuiona soka ya Tanzania katika ngazi za juu kama ilivyo kwa Wabrazili, Wahispania na watu wengine wote, kwa sababu moja kubwa tu ya msingi ambayo huwepo tu wa watazamaji wengi viwanjani, huwepo wa wanunuaji bidhaa za soka wengi, ndio ambao unaweza wakatupeleka mbali kwa hiyo mimi natamani sana, kama tungebadilisha akili zetu tukazipeleka katika biashara kama ambavyo mada hii inazungumza, tungezipeleka kwenye biashara ya mpira, tungekuwa tunafika mbali zaidi. Natamani kuliona soka linafika mbali, kwa sababu tuna kila sababu. Namaliza hivi na Edo Kumwembe. Lakini hata hivyo, Sadi Kawemba, mtendaji mkuu wa Azam FC, hakuweza kupatikana licha ya Haba na Haba kufanya naye mawasiliano mara kadhaa. Asante Halima Kasim. Msikilizaji unaendelea kusikiliza Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hoja leo ni mchezo wa soka na mchango wake katika kujenga uchumi. Katika mitandao yetu ya kijamii huko tunauliza, nini kinakosekana kwa Tanzania kuwa na soka linalojenga uchumi wa nchi na wananchi wake? Sara Mkongwa anatusomea ujumbe wa msikilizaji. Asanteni sana kwa kunikaribisha studio. Nianze na ujumbe wako wa msikilizaji ambao umetuma kupitia 0785236938 Aled Helman wa Ngara, Kagera, serikali haitoi sapoti haswa kupitia sekta ya michezo kiujumla. Na ujumbe wako msikilizaji uliotumwa kupitia Facebook, Amos Charles Rwaikiza wa Mvuha, Tanzania. Soka la Tanzania kamwe haliwezi kukua na kuinua uchumi wa nchi yetu kama hakutakuwa na mkazo wa kuwafunza wachezaji wakiwa bado wadogo ili kuwakuza kisoka. Nimalize naye Filbert Jonathan Kienshamba wa Mshamba Mreba, Kagera. Mfumo wa uendeshaji suala la mpira Tanzania bado haujapambanuliwa. Ligi nazo bado hazina ushindani. Asanteni sana kwa kunikaribisha studio. Ni Sara Mkomo. Msikilizaji, tumepata picha ya namna soka linavyoendeshwa kupitia taarifa ya Idi Juma kutoka Mwanza na taarifa ya migogoro kutoka kwa Juma Ayubu wa kule Zanzibar, kama vikwazo kati ya vikwazo vingi vinavyotajwa kukwaza soka la kibiashara ambalo linaweza kujenga uchumi. Tunaye hapa mkufunzi wa shirikisho la soka duniani FIFA, Henry Tandau. Pamoja na kukiri vikwazo hivi, anaieleza Haba na Haba makosa ya Tanzania yanayochelewesha safari ya kuwa na soka la kibiashara linalojenga uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja. Kwa mtazamo wangu bado michezo tunaichukulia kama haileti chochote e, nitakupa mfano mwezi Mei nilikwenda kuzungumzia nafasi ya michezo katika kupunguza umaskini e, sioni hapa kwetu tukitumia michezo kupunguza umaskini, pamoja kwamba tuna miradi mingi, sijui mkukuta, sijui mkurabita whatever. Eh, ukipitia ndani huoni fursa ya michezo iko wapi? Kwa kusema hayo, kwa nini hautumii nafasi hii kulifanya basi soka la Tanzania kuwa la kiuchumi? mimi kama mmoja siwezi peke yangu, sio kama siongei na viongozi, mimi naongea nao sana. Ukiongea ukiwauliza wenyewe tunakaa, lakini kama ninavyosema mwisho wa yote, wao ndio walioshika mpini. Naamini kwamba ninatimiza wajibu wangu. Unaiona wapi Tanzania katika soka kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na, na nchi kwa ujumla? Bado haijani convince. Ukiwa unamaanisha nini? Sijaona mkakati wa makusudi kwenda huko. Sasa kama moja, sio ni utashi ni vurugu, vurugu tu eh, kama tumewekwa kwenye kwenye bahari alafu wimbi likija, tutakwenda huko. Nilifikiria pengine labda serikali ingeweza kutafuta chuo kwa sababu, katika sports management inasaidia. Unajua, wafadhili utawapataje? wadhamini unawapataje? Lakini lazima uwe na taaluma pia. Sasa wengi atakwambia tu, tumeandika barua kwa fulani, kikuonyesha barua zinazoandikwa nyingine utacheka. Kampuni zile hazikuanzishwa kwa ajili ya kuendesha mpira au kuendesha mchezo. Kwa hiyo kuna kuna vitu vingi, ndio maana imesema. Bado mi narudi kwenye rasilimali watu, rasilimali watu wetu. watu, watu, watu, wangapi wanaweza kufanya hivyo? Hoja hizi za Tandao zinaungwa mkono na Profesa Haji Semboja kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, anayekuja na haya baada ya kumuuliza nchi inakosea wapi kwenye safari yake ya kuwa na soka la kujenga uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja. Bado tunacheza cheza tu na tunachukua sehemu ya kujifurahisha kupotezea muda, e, sehemu ambayo haijajipanga vizuri. Kwa hiyo kitu ambacho kipo kisichokuwa rasmi hakiwezi kukua. Hii inamaanisha kwamba soka hatuchukui kama ni kitu ambacho kinaweza kikatuongezea uchumi wa nchi sana. E, kwa sababu soka ni, ni michezo na ni huduma na ni, ni kipaji na kipo kwa binadamu na Watanzania wana vipaji na wanaweza maumbile yetu kama Waafrika wengine. Unafikiri umeona mich michezo iliyokuwepo Ufaransa, wana wachezaji ambao wenye asili ya Kiafrika wanacheza soka zuri sana. Kwa hiyo Waafrika na Watanzania na wenyewe wana nafasi hiyo, lakini tatizo letu tena tunalolizungumzia, kama soka litaendeshwa katika misingi hii ambayo ya sasa hivi tunayo ya, ya kubabaisha, majaribio, bado tuko nyuma sana, hatuwezi kwenda. Ni Profesa Haji Semboja, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Baada ya kusikia hoja za mchumi huyu na zile za Tandao, mtaalamu wa FIFA, Haba na Haba inazungumza na Shirikisho la Soka Tanzania, TFF, kama wasimamizi wakuu wa soka la Tanzania. Kwa nini soka haliendeshwi katika dhima ya burudani sambamba na kujenga uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja? Mi naitwa Mwesigu wa Celestin, ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Ah, soka la Tanzania, sisemi tumeridhika na tulipo lakini naweza kusema kwamba kuna msingi wa kuelekea huko tunako tunakotaka tunako kwenda. Kwa mtu anayeangalia juu juu bila kuangalia nyuma zaidi, anaweza kaona kwamba labda mambo hayaendi au namna gani, au anayeangalia mpira wa wenzetu ambao wametutangulia zaidi, lakini walitutangulia tangu huko. Tunataka kwenda mbele. Changamoto kubwa ni rasilimali, rasilimali za kuendesha mpira. Wakati mwingine unaweza ukaondoa kodi ili kuweza kuukuza ku, ku, huu mpira, ili na mpira baadaye nao wenyewe weze kurudisha pato la taifa. Mipango ipi mnayo kama wasimamizi wa soka Tanzania kulifanya soka sasa liwe la kujenga uchumi mtu mmoja na nchi kwa ujumla? Yeah, mipango yetu tunayo, mipango mingi sana, lakini mikubwa zaidi ni kwa kuhakikisha kwamba tunajikita zaidi katika soka la wanawake na vijana. Tutatafuta udhamini wa ligi ya wachezaji chini ya miaka 20 kuhakikisha kwamba kwenye klabu wachezaji vijana wanapata wanapata nafasi ya kucheza ligi. Tunalazimisha sasa hivi labu lazima viwe na madaktari lazima viwe na programu, lazima mwisho wa mwaka hesabu eh, zije, eh klabu imeingiza kiasi gani, kiasi gani kimetoka katika njia ya utaalamu, kitu ambacho vingine ni pamoja na kuwa na miundombinu ya ya ya ya ya ya ya kutumia kwa ajili ya michezo. Klabu kabla ya kushiriki ligi kuu kwa mfano haitatakia hai, lazima ionyeshe kwamba ina uwanja gani. Hauna wakwako, basi onyesha mkataba na mmiliki wa uwanja, una uwanja wa kuchezea na uwanja wa kufanyia mazoezi ila katika hilo tuna encourage vilabu kupata, kupata maeneo zaidi. Nchi yetu bado na hali, ili waweze kumiliki viwanja vyao, kwa sababu swala la kukodi viwanja vakuenda la muda na haliwezi kutuhakikisha kwamba kuna na kuna maendeleo endelevu katika mchezo wa mpira wa miguu. Baada ya kusikia haya kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF, wataalamu wa soka la kiuchumi wanaona bado TFF na serikali zinawajibika katika kulifanya soka la Tanzania kuendeshwa kisasa na kibiashara ili kujenga uchumi. Lakini kuna hoja juu ya bajeti zinazotengwa na serikali katika maendeleo ya soka la kiuchumi nchini Tanzania. Wataalamu wa soka hawaoni kama zinaweza kusaidia. Huyu hapa Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Nape Nauye. Duniani kote uh, wanaowekeza kwenye kwenye mchezo na ku, na ku, na kuhakikisha michezo ina, inafanya vizuri, mara nyingi sio bajeti halisi za serikali. Mnakuwa na vyanzo vingine, kwa mfano bahati nasibu za taifa, mapato yake ndio yanakwenda yanaendesha, yana, yana michezo. Kwa hiyo nasema tumeanza mahali fulani pazuri, lakini kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira mazuri ili tupate uwekezaji mkubwa na mzuri wa kutosha, hasa kutoka kwa sekta binafsi. Kwa mujibu wa Waziri Nape, hatua nyingine inayochukuliwa na serikali kwa sasa ni kurasimisha michezo yote ukiwemo soka kuwa shughuli rasmi za kujenga uchumi. Uh, uh, serikali katika awamu hii ya tano, tumekusudia ku, kuirasimisha michezo yote iwe ni shughuli rasmi za, za, za kiuchumi na namna ya kufanya ni pamoja na kuwa na mikataba mizuri ya wachezaji wetu Kusimamia uh, taasisi ambazo zinasimamia mchezo wenyewe wa soka zirasimishwe vizuri ziwe na sheria na, na taratibu zinazotabirika. Mkifanya hivyo mtajikuta mmefika mahali pazuri. Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Nape Nnauye. Ni lini malengo haya yatafanikiwa? Huenda hilo ni suala la kuvuta subira na kuona mipango inayofanya kazi, Haba na Haba. Msikilizaji, tumehitimisha makala ya leo, na kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Wadhamini ni Idara ya Kimataifa ya Maendeleo ya nchini Uingereza. Mwenzangu ni Yusuf Mazimu, mimi naitwa Halima Kasim. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, Taifa